Kwa kushirikiana na wakuu wetu daa, ambao kila siku nawaambia kwa sababu wameletwa Mbeya, basi wajue Mbeya nyumbani kwao hapa. Tuko watu makabila tofauti, ukishaletwa usiseme mimi nyumbani kwangu ni Singida, narudi Singida, nyumbani kwangu ni Songea, narudi Songea. Umefika Mbeya, fanya kazi Mbeya, timiza wajibu wako. Ukiondolewa kwenda wilaya nyingine, utakapokwenda ndio nyumbani kwako, kafanye kazi kuhakikisha taasisi inapiga hatua lakini ukiwa Mbeya tatua kero za Watanzania wa Mbeya. Kila mmoja hapa tulio kwa nafasi yake, kazi yake kubwa ni kujenga taasisi na kutatua kero za Watanzania na sio vinginevyo. Baada ya maneno haya, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mbunge ambaye umechaguliwa na tuna imani na wewe sana, kwa sababu ya umri wako pamoja na mwenyekiti umri wake, na mwenyekiti na baraza hili pamoja na wataalamu wengi ambao ni vijana, tunaimani ya matokeo makubwa katika Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya na kwamba tunakwenda kuona halmashauri iliyofanya kazi kubwa ndani ya miaka mitano hii inayokuja ili kutekeleza dira ya mwaka huu uliotengenezwa ya 2025, 2030 kwa maana ya yani, pamoja na dira iliyotengenezwa ya 2050, tukazisimamie tutekeleze maono ya mheshimiwa rais, lakini tutekeleze maono ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kupata taifa lililo bora na lenye matokeo makubwa. Baada ya maneno haya, niwashukuru sana. Imani yangu semina hii itakuwa na matunda makubwa matokeo makubwa, na pia nisisitize kwenye swala la amani. Sisi sote tukaizungumze tusiogope, tukitoka leo kupata semina hii, tukafanye mikutano, tukazungumze na wazee ndani. Na mheshimiwa mbunge, mimi Wiliboume, ukipata nafasi fanya mikutano ndani, hata kama ni nje, ya vijana na makundi mengine tofauti tofauti, ili kuzungumzia maana ya amani uwepo wa amani ndio matokeo ya kila kitu kwenye taifa hili na hata kwa taifa mengine. Tumekuwepo hapa leo kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa waheshimiwa madiwani ambao ni wasimamizi wa karibu kabisa wa fedha ya umma inayokwenda katika serikali za mitaa, kuhakikisha kwamba wanafahamu eh, kuhusu udhibiti wa ununuzi wa umma kwamba fedha ya umma inayotolewa tunafahamu, ni fedha isiyotosheleza kwa hiyo matumizi yake yanatakiwa, yanayotumika yanatakiwa kuhakikisha kwa kwamba kile kinacholengwa kinapatikana na kwa ubora wake. Sisi tunatamani na tumezoea kusema kwamba tupate thamani ya fedha katika fedha ile inayotumika kwenye kupata huduma au vifaa mbalimbali vinavyonunuliwa katika ngazi ya serikali za mitaa. Kwa hiyo wao kama watu ambao walioko katika eneo la serikali za mitaa ambako fedha yetu inakwenda basi waisimamie vizuri. Iko miradi mbalimbali inayotekelezwa katika serikali za mitaa kama vile ujenzi wa mashule shule za misingi, shule za sekondari, vituo vya afya, vyote vinatekelezwa kule, lakini vyote hivi vinatumia fedha ya umma. Bunge linapopitisha ile bajeti, moja kwa moja kuna masuala ya ununuzi hapo mle ndani. Asilimia sabini ya fedha inayopitishwa pale bungeni iko kwenye ununuzi. Kwa hiyo hata ile kechi wanayopata katika serikali za mitaa kwenye kata, asilimia sabini ni ununuzi. Kwa hiyo inapokwenda kule inahitaji kusimamiwa vizuri kwa kutumia misingi na sheria zilizopo ambazo ziko. Kwa hiyo serikali ilituwezesha kuja kwenye ngazi ya chini kuhakikisha kusogelea kabisa serikali za mitaa, ili kuwawezesha na wao kuwa na uelewa, lakini pia kusimamia vizuri fedha chache inayotolewa na serikali kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Mafunzo haya sio umesikia na kuyaacha, tukayatendee haki na tukayatendee kazi. Rushwa ni adui wa haki. Jamii yetu kama tunavyoona, wananchi walio wengi ni vijana, asilimia sabini ni vijana, wana mambo mengi sana lakini lakinituua katika miongozo ya haki, uadilifu na imani na utendakazi wa kazi, naamini tutaenda kutibu kero za wananchi kwa haki. Ni wasihi waheshimiwa madiwani wenzangu, mafunzo haya yakawe dira na miongozo katika utendajikazi wetu, tunaweza kuanza watumikia wananchi katika kata zetu, kwa kipindi hiki cha miaka mitano tuliopewa dhamana na wananchi.